Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida, kawaida, kawaida. Jimbo la Mbinga mjini kama ifuatavyo. Idadi ya wapiga kura waliojiandikisha ni 92333. Idadi halisi ya waliopiga kura ni 91783. Idadi ya kura halali ni 91783. Idadi ya kura zilizokataliwa ni sifuri. Kwa hiyo mimi ndugu Julius William Kimaro, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mbinga Mjini, napenda kumtangaza kuanzia leo ndugu Mbunda Jonas William wa chama cha CCM, aliyepata kura 91783 sawa na asilimia mia moja kuwa mbunge wa jimbo la Mbinga Mjini rasmi kuanzia leo. Aeli uchaguzi kwa kweli tulishikana kwa pamoja mpaka hapa tulipofikia. Kulikuwa hakuna malalamiko yoyote ambayo aliweza kujitokeza wala kero yoyote, kama sehemu nyingine inavyofanya. Maeneo mengine unakuta kwa upande mmoja au mwingine, viongozi hawaelewi wa vyama husika, unaweza kuta wakati mwingine wale wananchi ambao wapiga kura hawaelewani na mgombea, lakini tumshukuru Mungu, katika jimbo letu la Mbinga mjini wananchi wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuwapigia viongozi wetu mbalimbali, tukianzia na Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mbunge wetu Jonas Mbunda pamoja. Awali nitoe shukrani sana sana sana, na ushirikiano uendelee ue, uendelee, kwa sababu ni utulivu mkubwa sana, na ndio maana tumeweza kufanikisha hii kazi bila bugudha yoyote, na tumeweza kuifanikisha hii kazi pia tukiwa na afya njema. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Tuendelee na moyo huu wa kuweza kushirikiana kwa pamoja, na wakati mwingine baada ya miaka mitano ya kutimia, pia tuendelee kujenga ule ushirikiano na maeneo mbalimbali mbali, majimbo mbalimbali mbali, nchi mbalimbali mbali, ziweze kuiga jimbo la Mbinga mjini katika shughuli zake zote za kufanya uchaguzi, ambapo inaonekana inafanya kwa demokrasia, uhalali na amani zaidi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwatakie safari njema, kiongozi na wetu wa wilaya pamoja na wakuu yote, lakini pia msimamizi mkuu wa uchaguzi na viongozi wengine wote wa chama na serikali, lakini pia nitambue uwepo wa watendaji wa sekta mbalimbali pamoja mbali, na wananchi na waandishi wa habari. Ndugu zangu, awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ametupa uhai na afya njema. Zoezi lilikuwa ni kubwa, lilikuwa ni la muda mrefu, lakini Mwenyezi Mungu ametuvusha, tumelifanya katika mazingira ya amani na hali nzuri. Lakini nichukue nafasi ni kushukuru sana msimamizi wa uchaguzi, ulifuata taratibu zote na kanuni zote za uchaguzi na tujapata lakini pia nichukue nafasi hii nikushukuru sana mkuu wetu wa wilaya, msimamizi wa ulinzi na usalama katika wilaya yetu, pamoja na vyombo vyote ambavyo viko chini yako, kwa kusimamia kwa kiwango kikubwa swala la amani na ambalo limetufanikisha kumaliza na kuitinisha uchaguzi hivi leo, naomba nikushukuru sana. Lakini pia nitoe shukurani kwa viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti wa chama wa wilaya pamoja na katibu wa chama. Lakini pia nitoe shukurani kwa wajumbe wa kamati ya kampeni kwa jimbo langu la Mbinga mjini kupitia chama changu cha Mapinduzi, walinipa ushirikiano mkubwa sana. Kwa kipindi chote cha kampeni, tuliweza kufanya kuzunguka kata zote na vijiji, lakini tuliweza kukamilisha ratiba ile ambayo ilitolewa na tume. Naomba niwashukuru sana, lakini nichukue nafasi hii ni niwashukuru watendaji wote na viongozi wote wa maeneo mbalimbali mbali ambao wako hapa ndani na wengine hawapo, lakini wametoa ushirikiano mkubwa sana katika zoezi lizima la uchaguzi, na leo tunahitimisha tukiwa na amani, lakini tukiwa na ushindi mkubwa tumesikia maeneo mengine wenzetu wamepata changamoto, lakini sisi tunatoa shukurani kwa sababu tunaona kabisa tumeshirikiana wote kwa pamoja na tumelimaliza hili zoezi katika hali ya ulinzi na usalama ambao unatupa amani na tunaendelea kuwapongeza sana wenzetu waliopewa dhamana ya kusimamia mambo ya ulinzi. Lakini ndugu zangu, naomba niwaambieni, huu ni mchakato tumeuanza, tutapewa majukumu haya kwa kipindi cha miaka mitano na tunatakiwa tuyasimamie tumechaguliwa na wananchi, wananchi wametuamini, lazima tuende tukafanye kazi ili kuonyesha imani kwa wananchi na kuonyesha kwamba yale matarajio yao ambayo wameyapanga yanatekelezwa. Mimi nategemea nitapata, nitaendelea kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwenu, lakini na mimi ni waahidi nitaendelea kutoa ushirikiano kwa pande zote, upande wa serikali, upande wa chama, upande wa wananchi na watendaji wote ili kukamilisha zoezi la kuwatumikia wananchi, kwa sababu tumechaguliwa kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi, sio kujitumikia sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi niwaahidi ndugu zangu ambao mko hapa mnawawakilisha wananchi wote wa jimbo la Mbinga mjini, nitakwenda kutoa ushirikiano na nitawapa ushirikiano mkubwa sana ili kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo na huduma za kijamii kwa wananchi wa jimbo la Mbinga mjini